a waliofariki dunia kutokana na maandamano siku ya Jumatano kuadhimisha mwaka mmoja tangu maandamano mengine yaliyosababisha mauaji ya zaidi ya watu sitini mwaka jana mwezi Juni imefikia watu 16 huko nchini Kenya, kulingana na shirika la haki za binadamu Amnesty International. Waathiriwa walifariki kutokana na majeraha ya risasi.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 Focus News. Jina langu ni Deo Kaji Makomba.